Ufahamu ustawi, majira ya ustawi na uharibifu katika ulimwengu wa roho. Usipofahamu katika ulimwengu wa damu na nyama unaweza ukaharibiwa majira huko, unapiga makofi. Kile ambacho nataka kuzungumza, ufahamu wako ndo utakusaidia kuzifahamu nyakati ulio nayo kwamba hili ni nyakati ya kustawi kwangu au ni nyakati ambayo imeamriwa katika uharibifu. Na usije ukasema niko kiroho sana, ukae kimuna, ukae kimwili, maana katika wewe una maisha mawili. Kuna kukosea kwa mwili na kuna kukosea katika roho. Kuna vitu vya rohoni vinaweza vikaleta uharibifu na kuna vitu vya mwilini vinaweza vikaleta uharibifu, kwa kuna nyakati lazima uzielewe kwamba kuna nyakati mbaya inaziishi kwa sababu nimekosea mwilini, na kuna nyakati inaziishi rohoni kwa sababu roho zimeamriwa. Sijui kama kuna mtu na nasema naye, kuna majira unapitia nyakati ngumu kwa sababu si kwamba ndani kuna pepo, umekosea katika ulimwengu wa damu na nyama, na kuna majira unapitia hali ngumu kwa sababu roho zimeamriwa. Wapentekosti wengi tunaishi maisha ya kiroho hali tukiharibika mwilini katika tabia, alafu katika tabia tunajehesabia haki. mm. na ungusi mtu ambaye anajehesabia haki katika tabia uone anavyowaka. mm. Anguko wee kubwa la Pentekoste ni katika tabia so. <laughs> Ogopa hilo. Nikifika mahali hapo, Mungu ni wa haki na kaachi, kama wewe ni wa haki, hata nifurukute ni namna gani, ila kitakacho nisaidia na kunifanya nishinde ni haki ya Mungu iliyo upande wangu, iliyo upande wangu, yani haki ya Mungu meka. Ila iliyo upande wangu itanisaidia kushinda, kwa nisipokaa upande wa haki ya

pia lazima ikuche kuchu watu kwenye mtumishi hiyo tabia. Hata ukikachi tabia, tabi inakwambia inuka. Mwesu wa muka. Hata ukisema nalala, tabia inakwambia kwa pia. Mwanadamu wa ndani ya anaomba, unawezaje kunyamaza? Tabia kwa tabia inaanza kukupa haki ya Mungu. Si katika roho. Tabia inaanza kukupa haki ya Mungu katika vitu navyo viendea kwamba huyu mtu ni wa tabia ya rohoni, lakini tabia ya rohoni inaonekana mwilini, haibaki rohoni. Mtu wa tabia ya rohoni huwa inakuja mwilini. Kwa hiyo mtu wa tabia ya rohoni unamwanza kumwona katika mwili, kwamba hata nikajituka kiroho, yaani tabia yake sema yake kitu yake sauti yake huwa ina ukali wa kiroho neno lake kuna siri ya kiroho maana amekuwa na tabia